Naomba niwaambie ninajua changamoto mbalimbali ambazo mmekuwa mkikutana nazo, viongozi wa timu hasa pale na kupika muda timu wa kupeleka timu kwenda kwenye kushiriki mashindano. Najua hamna vyanzo vya mapato, wakati mwingine mnalazimika kutoa fedha zenu poni ni timu waweze kushiriki mashindano. Wakati mwingine mnajikuta mlichokitoa kwa ajili ya timu kushiriki mashindano kinakuwa ni kidogo, ni kikubwa kuliko hata ile zawadi ambayo mnaipata kwa hiyo nasema hivyo kwa sababu natambua kwamba ni wito mlionao na hamfanyi kwa ajili ya faida, bali mnafanya kwa ajili ya kushiriki kwenye burudani kwa ajili ya kushiriki kwenye kukuza mchezo. Kwa hiyo kwa, kwa sababu viongozi wa timu mmekuwa mkijitolea kwa kiwango kikubwa katika kuhakikisha kwamba mpira wetu wa miguu timu zinashiriki mashindano. Mimi kuna wengine hata nilikuwa nikiwasiliana nao wakati ningi naendesha, viongozi wa timu ananiambia mheshimiwa, sisi tunatamani kushiriki mashindano, lakini changamoto ni nauli. Ukimuuliza nauli shilingi ngapi, Hizi mechi zote za mwanzoni anakuambia haiwezi kuzidi laki moja. Kwa hiyo unaona, aliyekuambia hivi huyo amekuambia kiwango ambacho ni sahihi, kwa sababu anaweza akakupiga akakwambia laki tano, lakini anayekuambia laki moja ni kweli, kwa sababu anataka timu yake ikashiriki mashindano. Na mimi naomba niwaahidi viongozi wa timu zote katika jimbo letu la Ngara mimi nitakwenda kushirikiana na nyinyi, nitakwenda kufanya pale inapobidi, pale itakapoweza kwa ajili ya kwenda kuhakikisha kwamba timu zetu zote zinashiriki mashindano katika mazingira mazuri, bila manung'uniko.